Kwa hivyo hii ndio mabadiliko ya kwanza katika baraza, badala ya kumi na nane sasa zitakuwa ishirini. Taarifa ya pili inayotaka kuitoa kabla sijaingia katika uteuzi ni kwamba, kama mnavyotambua, kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar inataka chama au vyama vya upinzani ambavyo vimepata wajumbe kwenye baraza la wawakilishi tuwapatie nafasi katika baraza la mawaziri na kuna formula. Formula yake ni kwamba idadi ya vyama wanavyopata, idadi ya viti vya uwakilishi wanavyopata mara idadi ya wizara zilizopo, ugawe kwa majimbo hamsini, ndio unapata idadi gani vyama vya upinzani wanatakiwa kupata. Sasa chama pekee kilichopata viti ni chama cha ACT Wazalendo wamepata idadi ya viti kumi, ukizidisha hiyo kwa idadi ya wizara ishirini nilizozitaja ni mia mbili ukigawa kwa majimbo hamsini ni nne. Kwa hiyo nafasi zao katika baraza hili la mawaziri ni nafasi nne, nimeamua kuziacha wazi bila uteuzi nafasi hiyo mpaka pale tutakapokubaliana Aidha, wanaingia kwenye serikali ya umoja wa, moja, wa moja wa kitaifa au la. Kama nilivyosema wakati wa ufunguzi wa Baraza la Wakilishi, nilisema niko tayari kushirikiana nao kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, na hapa natumia mamlaka yangu ya kikatiba kwamba hizi nafasi zitabaki wazi kwa mujibu wa katiba mpaka pale kipindi kitakapokwisha ambayo ni kikatiba ni siku tisini. Hili la pili, labda niseme ni wizara gani ambazo ninaziacha wazi. Ya kwanza ni ofisi ya makamu wa rais, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Ya pili ni wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda. Ya tatu ni wizara ya afya, na ya nne ni wizara ya utalii na mambo ya kale hizi mbili walikuwa nazo katika kipindi kilichopita, biashara na maendeleo ya viwanda na afya, nimeamua zibaki, lakini nimeongeza mbili. Ofisa makamu wa kwanza awe na mtu kutoka kwenye chama chake akipenda, lakini nimeona sekta mama, sekta kuu ya uchumi hapa Zanzibar ni utalii, basi tuwe na goodwill. sekta kiongozi tuwape wao. Jambo la tatu katika kipindi kilichopita kulikuwa kuna wizara au chini ya ofisi ya rais, kulikuwa kuna wizara nyingi. Kulikuwa kuna ofisi ya rais Ikulu, kuna ofisi ya rais Tamisemi ani tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum, lakini vile vile ilikuwepo ofisi ya rais kazi, uchumi na uwekezaji na vile vile kulikuwa kuna ofisi ya rais fedha na mipango. Katika awamu hii nimeamua kuziondoa mbili kati ya hizo zibaki nje ya ofisi ya rais na mbili zitaendelea kubaki chini ya ofisi ya rais. Itakayobaki chini ya ofisi ya rais ni ofisi ya rais ikulu na ofisi ya rais tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum za SMZ zitakazotoka na kuwa wizara peke yake independent ni wizara ya fedha na mipango na wizara ya kazi na uwekezaji. Baada ya maelezo haya, sasa nije kwenye uteuzi kama ifuatavyo: Ofisi ya Rais Ikulu, waziri atakuwa Dokta Saada Mkuya Salum. Pili, Ofisi ya Rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, waziri atakuwa Dokta Haroun Ali Suleiman. Tatu, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ waziri atakuwa Idrissa Mustafa Kitwana. Ya nne ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kwa sasa itabaki wazi. Ya tano ofisi ya makamu wa pili wa rais waziri atakuwa Hamza Hassan Juma. Ya sita Wizara ya Fedha na Mipango waziri atakuwa Dr. Juma Malik Akil, naibu waziri katika ofisi hii atakuwa Dr. Hamad Omar Bakari. Ya saba Wizara ya Kazi na Uwekezaji waziri atakuwa Sharif Ali Sharif. Ya nane Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, waziri atakuwa Rahma Kasim Ali, naibu waziri atakuwa Salha Mohammed Mwinjuma. Ya tisa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, waziri atakuwa Lela Mohammed Mussa, naibu waziri atakuwa Khadija Salum Ali. Ya kumi, wizara ya afya kwa sasa hivi itabaki wazi. Ya kumi na moja, wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo, hii ni moja katika wizara ambazo tumezibadilisha. Sasa hivi itaitwa wizara ya habari, sanaa, utamaduni na, machi, na michezo. Waziri atakuwa Riziki Pembe Juma, naibu waziri atakuwa Ali Abdul Gulam Hussein. Ya kumi na mbili, wizara ya kilimo, umwagiliaji, mali asili na mifugo, waziri atakuwa Suleiman Masud Makame, naibu waziri atakuwa dr. Salum Sud Hamid. Ya kumi na tatu, wizara ya maji, nishati na madini waziri atakuwa Nadir Abdul Latif Alwardi, naibu waziri atakuwa Saif Kombo Pandu. Ya kumi na nne, wizara ya uchumi wa bluu, waziri atakuwa Masudi Ali Muhamed, naibu waziri atakuwa Mboja Ramadhan Mshenga. Ya kumi na tano, wizara ya ujenzi na uchukuzi waziri atakuwa Dr Khalid Salum Mohamed. naibu waziri atakuwa Badria Atai Masud. Ya kumi na sita, wizara ya utalii na mambo ya kale, kama nilivyosema, wizara hii itabaki wazi kwa sasa. Ya kumi na saba ni wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda, nayo kwa sasa itabaki wazi. Ya kumi na nane wizara ya maendeleo ya jamii jinsia, wazee na watoto waziri atakuwa Ana Atanas Paul, naibu waziri atakuwa Zawadi Amur Nasor. Ya kumi na tisa wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari waziri atakuwa Mudrik Ramadhan Suraga naibu waziri atakuwa Muhamed Sijamin Muhamed. Na ya ishirini, wizara ya vijana ajira na uwezeshaji waziri atakuwa Shabani Ali Othman, naibu waziri atakuwa Hassan Hamis Hafidh. Huo ndo mkeka.